Okay, okay. Naomba tusikilizane sasa, jamani, kuna ujumbe. tusikizane, tusikizane, baba. Naomba usome ujumbe ambao uko hapo. Ni mwenyekiti wenu nadhani mnamfahamu vizuri, soma. Ah, wananchi poleni kwa msiba, poleni kwa msiba. Asante. Asante. Itikieni poleni, haijawauma jamani, kiukweli tumepoteza mtu muhimu sana katika kijiji chetu, amehangaika kutupatia maji na alikuwa na msaada mkubwa sana katika kijiji chetu, sindio? Makofi kwa hilo, makofi kwa hilo. Msiba umemgusa kila mtu. Marehemu aliacha watoto watatu tajiri, lakini kwa bahati mbaya wako wawili, lakini mmoja ni mtoto wa nje ya ndoa, kwa hiyo kama yupo katikati yetu jamaa. Marehemu alikuwa na mali nyingi sana, wote tunazijua mali zake. Alikuwa ni mfano wa kuigwa katika kijiji chetu. Hakuna mm. ambaye atalisi zile mali isipokuwa watoto wake tu, ndio. na watoto wake ndio hawa watatu mm. watoto wenyewe ni hawa Watoto wako watatu jamani. Sasa hapa wapite watoto watatu. Wewe mwenzenu yuko wapi? Ambao wawili hawa hapa mmoja haonekani. Huyo mmoja naomba yuko wapi? Huyo mmoja jamani. Kama yupo naomba asimame, ni sehemu nzuri tu ya kuonekana hii. Aliko mtoto wa tajiri. Yuko wapi? Oh, kiongozi. <laughs> Kiongozi ni mimi. Ah, pole pole, pole. Jamani baba, pole pole. Hey, baba. Mbona chelewa? Ulikuwa wapi sasa? Kulikuwa na gari.

Sawa? Asa asa yes. Yes, mtoto wa nje mm huyu -hmm. Ndio ambaye tulikuwa tunamtafuta sisi, ndio maana mimi niko hapa kwa leo. Shalom shalom. Shalom shalom. Eh. Na nili sisi eh, tumehusika tena kumuua nani baba? Eh, yani baba baba baba amefariki na nyinyi ndio mlio muua. Sogea hapa eh. Kifo chake cha baba au cha kikatili sana. amehusika kumua, sio wewe? si mtoto? mimi sio mtoto, mimi ma... ni bosi, mimi nilikuwa ah, napiga. Leo ni Jumapili, jamani, msikilizeni watoto, msiuwe wazazi wenu kwa kosa sawa. Yaani eti unaua mzazi kwa sababu